Wa dada wenzangu, msiwe mnanicheka jamani, mm. Mi nauza tu ndizi, maana kuna wengine wananicheka sana mm. Hey, huyo dada anajiuza huyo, anatikisa makusudi, anataka kutuibia ume zetu mm. Mi siuzi si, vyote nauza tu ndizi jamani, mm. Yeah, ulisha kupata sumbufu, labda mteja unamuuzia ndizi alafu mimi sitaki ndizi na kuhitaji wewe, kupata mara nyingi sana kweli? Mara nyingi sana sasa unapatikana maeneo gani hao? Magomeni. mm -mm. Kariakoo? Eh. <laughs> Maeneo ya Temeke huko? mm. ya yeah. Yes, bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni exclusive ya Nyundo TV, ni mfululizo kwenye vile ambavyo tumevianzisha kuzungumza na watu ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani kuwasikiliza ama kuwatazama juu ya yale ambayo yamekuwa kiafanya ama wamekuwa kiapitia kila kukicha. Mimi nikwambie tu, kama kuna watu ambao wameiteka mitandao ya kijamii, kama kuna watu ambao eh, wameupata umaarufu mkubwa, ni mdada wa ndizi ukiandika hivyo kwenye mtandao wa kijamii kama Instagram, kama TikTok, Facebook, hata ukienda kwenye Google ukisearch mdada wa ndizi, mdada muuza ndizi, kwa hakika lazima atatokea mmoja kati ya wadada ambao wameamua kujitafutia riziki kwenye masuala mazima kuuza matunda especially ndizi. Naona ndizi kwenye deal lake. Mdada huyu amekuwa akisumbuka, mdada huyu amekuwa akipata kero nyingi mara pale anapokuwa akipita juu ya maumbile ambayo amekuwa akifanya. Wengi wanasema kama vile anafanya michezo kuweza kutingisha makalio Nyundo TV tumemtafuta, tumesema hatuwezi kuliacha hili lipite. Kama unavyofahamu sisi ni watu ambao tunakuletea exclusive, alafu wengine wanafuata. Wengi wanaiga kwa yale ambayo tumekuwa tumekianzisha, tumeanzisha. Eh, dada huyu huenda kama amekutana naye maeneo ya town huko, maeneo ya posta kale yako, maeneo mengi yamekuwa kipita. Na kila anapopita watu wengi wanakuwa wanampigia kelele. Tukasema tumtafute, tuzungumze naye atuambie yale ambayo yamekuwa kiyapitia kila kukisha, yale ambayo yamekuwa kiyafanya, yale ambayo kiwa kikutana naye kwenye biashara yake ya ndizi. Kwa ujumla anayachukuliaje? Yeye anayeonaje? Lakini kubwa zaidi analizishwa na zile kelele ambayo wamekuwa kipigiwa tutazungumza naye. Ndada, mambo? Poa. Uko poa? Niko poa. Natamani nifahamu mengi kutoka kwako kwa, lakini kwanza kabisa naomba nikuulize hili. Jina lako hasa naitwa nani? Naitwa Sifa. Sifa. Mm. Sifa ni mwenyeji wa wapi? Wa mkoa gani? Mwenyeji wa Ilinga. Ilinga ni Mhehe? Eh, mimi Mhehe. Ulikuja da mwaka gani? Sasa hivi ni mwezi wa 9 nafunga miaka mitatu. Miaka mitatu. Eh. Oh. Mm. Tumekuwa maarufu sana kwenye biashara ya kuuza matunda. Unauza ni ndizi pekee yake ama kuna vitu vingine? Ndizi tu basi. mm. e. Na biashara hii ya kuuza matunda ilianza mwaka gani? Nilianza na kama mwaka mmoja na nusu hivi mm. e. Na mafanikio kiasi gani umeyapata kupitia biashara yako ndizi? Maana mm, ni, nilikuwa naishi na rafiki yangu, nilipopata kaela kidogo mm. nika panga chumba nikaendelea na maisha yangu, nini na nini, nimenua vitu ndani, hivyo maisha yanaendelea. mm. kwa ufupi, safari yako ya kutoka mkoani Iringa kuja Dar, natamani nifahamu kwanza, ulikuja kwa dhamira gani? Alafu pili, ilikuaje mpaka ukaja toka Iringa ukaja Dar, baadaye ukajiingiza kwenye biashara ndizi mpaka muda huu? Nililetwa na kakaangu kutoka. Yani umetoka mkoani Iringa Nilivyotoka mkoani kakaangu, ndo alionileta nimefika huku, nikaambiwa nakuja kuuza duka. Kufika huku bosi wangu kumbe alikuwa hana duka, ala chanini. Akaniambia kwamba takuwa na deki gesti. Mii kazi ile sikuridhishwa, asababu sikuridhika nayo. Nikaambia bosi, mimi siwezi kufanya hii kazi kwa sababu hata hivyo mshahara aliniambia ni laki moja lakini kula nijitegemee, kwa mwezi kula nijitegemee. Nikasema nijitegemee kivipo? wakati mi mwenyewe ni mgeni, tapata wapi hela? Sasa utajua mwenyewe. Ndio nikafanya siku mbili, baada ya hapo akanifukuza, kanaambia kama uwezi basi. Ndio nikaenda nikalala kituo cha mabasi daladala, hizi wapi hiyo Tegeta. Kaka akanifuata kanaambia, bwana mi mwenyewe nakaa kwa bosi wangu, sasa tunafanyaje? Ah, basi kuna, kuna mdada mmoja anaitwa Anifa kutoka Morogoro, alinisaidia yule dada, na sijajua sasa hivi yuko wapi, lakini alinisaidia sana kipindi hicho. Yeye huyo dada alikuwa nakaa Mabibo, ehe, akanisaidia akasema, twende ukaishi kwangu, nami ndo naanza maisha Kaanza kuishi naye, baadaye nikafikiria cha kufanya, katafuta kazi, kazi amna, viwandani katafuta, amna. Hapo nina njaa, siku mbili sijala, nikatafuta kazi, amna kazi. Afu mimi mwenyewe istoshe, sijasoma. Kwao walikuwa wanahitaji ambao wamesoma kidogo, na elimu kuanzia la saba mpaka form 4. Sasa mimi nilikuwa sijasoma, kanambia kazi hapa amna. Basi nilikuwa na, na kama elfu ishirini mkononi. Nikasema sasa hii hela nikiila sasa hapa nitalala njaa zaidi. elfu ishirini ulipata kwenye mazingira gani? Alinipa kaka, hela ile yakula ile alinipa. Sasa nikaibana siku ila siku mbili nimeshinda njaa sijala, nikafikiria. Nikaona kuna kigali vile vigali fulani hivi mpaka Tegeta vinafika, vigari vya ndizi vikeli vile. Eh, vile vikeli nikaona wadada wa, mama wanagombania gombania pale. Nikamuuliza mkaka mmoja, hivi alikuwa anaendesha boda boda, nikasema ah, kwani pale wanagombania nini? Nikaambiwa pale wenzako wanagombania ndizi, wanachukua na ana wenyewe wanaenda kuuza. Ah, wazo likaja. Nikasema ngoja, haraka haraka sasa. kwani wewe unataka ndizi? Nikasema yeye. Akasema, nikasema sasa, mi beseni italipata wapi na sina beseni. Kasa, nenda pale pale, utajua hapo hapo. Maisha usichague, dadangu, ukiona maisha yamekuwa magumu. Nimefika pale kwenye ndizi nikawa naogopa ogopa kwa sababu bado nilikuwa mgeni mgeni. Kuna dada mmoja akawa amevaa t-shirt ya njana. Akanambia, dada, una shida gani? kasema nataka ndizi. Ndizi ni ni shilingi ngapi? Nikauliza ndizi bei yake. Akanambia elfu kumi na saba Kumi na saba, ah, nikasahau, kumbe na chenchi saba nikasaa kumbe na chenchi inabaki kwenye ishirini yangu. Maana <laughs> <laughs> nilikuwa na waza itakuwa labda kwenye ishirini na kitu hivi kafikiria nika nika, nikasema sasa beseni tapata wapi, akasema ndo haya sasa haya mama. Matrei hayo, bebea mpaka leo. Akasema hapa tunakupa ndizi na trei lake utakuwa unauzia kwa sababu utakuwa mteja wetu. Nika kweli, Mungu akanisaidia nikachukua zile ndizi, sikujali wala ni, na kipindi hicho, sasa hivi nimepungua. Kipindi hicho nilikuwa na mwili, nikitembea tu, kila mtu anageuka, kila mtu anageuka Shangaa, maumbile ya Mungu ngaa, wanacheka wanacheka, wengine wanantukana, wengine wananidhi wana yake, huyo auzi ndizi? Huyo anajiuza, huyo? Hapana, huyo anajiuza, haiwezekani. Basi wengi walikuwa uz... wananunua ndizi kutokana na vile mimi ninavyotembea. <laughs> Yaani mtu mwingine unaweza ukawambia, bwana nauza ndizi, usipopita hakuungishi nauza ndizi, anakuambia ah, hela sina lakini ukipita shwa akikuangalia anakuambia dada, leta ndizi. Nimegaili ni, ni bwana nina hela njoo njoo tu dadangu. Ananunua ndizi kwa sababu ameniangalia tu ninapotembea. Hivyo. Lakini maumbile ambayo Mungu amekupa ambayo wengi wanapiga makelele na biashara ndizi unayofanya. Unahisi ni, ni, ni chachu ya wewe kuuza ndizi zako kwa maana kwamba unasema alhamdulillah, Mungu anipa maumbile ndizi zangu nauza, ama kwako imekuwa kwa kama dhahama kwamba Mungu anipa maumbile lakini ananitesa. Unajisikiaje kwenye haya mawili? Ni najiskia vibaya kwa sababu sawa ndizi nauza. Tusema mwanzoni, wakati unafika ulikuwa una, umelala stendi, mara baada ya kuambiwa unaenda kufanya kazi ya kuuza duka zetu, baadaye ukapelekwa guest ukakataa ho kazi mm. Sasa hivi unalala wapi, ni biashara yako ya ndizi? Ah uh, nimepanga chumba nimepanga mm. chumba Tegeta kwa Ndevu. Nalipa 1035 kwa mwezi. Na unaipata kupitia biashara yako ya ndizi yeah, mm. mm. y yeah. Hmm. Biashara yako wewe ina, ina faida ambayo inakutosheleza aandio tosheleza hmm. tukula e hmm. i hmm. hmm. Sasa wale watu ambao wanakupigia kelele kila kukicha, Natamani nifahamu hmm. unajisikiaje? Yaani mimi najisikia vibaya. Kuna mwingine anakuchukua picha bila ridhaa yako. hmm. Kama Auntie Ezekieli alinichukua picha pia bila ridhaa yangu. hmm. Wakati niko nyumbani, nilikuwa naenda dukani kununua hmm. vitu nikachukuliwa picha bila ridhaa yangu, nilijisikia vibaya. Istoshe, aliniachanisha mi na mme wangu, na mme wangu alijua kwamba mi yani tume, yani kama tumeongea kitu mi na Anti Ezekeli, kwamba anichukue picha alafu anirushe mtandao. Huyu Anti Ezekeli, huyu dada mwigizaji y yeah, alichukua video ndiyo, alinichukua video yani bila hata aibu Kanchukua video video, kanirusha mtandaoni. Angalia huyu dada anatikisa, anafanya makusudi huyu. Tena kaweka kabisa na sauti sautiahekeulikutana njia gani ulipita mpaka kutananaye? Au yee alichukua kwa mtu ambaye alishashute ali, yaani mimi hapa nilikuwa nakaa nakaajilani na antihezekeli na anti anakaa Tegeta wazo mashamba yajeshi sasa yani yeye ya, alikuwa anakaa ng'ambo hii hapa, nyumba yake hii hapa, mimi nakaa hapa, unaona. Sasa mimi nilikuwa naenda dukani nilikuwa ni, jirani yake. Sasa akanichukua picha na mume wangu, kesho yake ananionesha, anania, kwamba hii vipi, majirani nao ananionesha. Mshtaki kasema mimi sina wakili labda wa kunisimamia kwa sababu ile inahitaji hela kwenda mahakamani, inahitaji hela, mimi sina hela, na huyu ni mtu mwenye hela zake anaweza kashinda kesi unajua tena, hmm. Jua una hela nini, kesi huwezi kuendesha. Kumbe ulikuwa na mume e. Ante Zekile amekuachanisha na mumeo ndio? Mumeo ulidumu naye kwa muda gani? Ama ulizoka naye kule mkoani? Mlewana papa tulikutana hapa hapa. hmm. Hmm. Muda gani tangu uchane naye? Nina kama miezi tisa hivi. hmm. e. Oh. Yeah. Alikwambia kwamba Aya, mambo unafanya makusudi au nilikwambiaje mpakana mimi hapa Mungu ananijua jinsi nilivyo na jinsi ninavyotembea kwa hali hana shaka. Ila alichukia tu vile alivyo yule dada Aunt Ezekiel alivyomchukua picha ndio alichokasirika. Sasa, yeye anakasirika nini wakati yeye alitakiwa kukusaidia wewe kuweza kupata staiki yako ama haki yako kwa maana kwamba kama ni kumshtaki Aunt Ezekiel au kumuuliza kwa nini aliyafanya yale kulikuwa kuna haja yeye kukuacha wewe, unahisi? Sijajua labda. Sijui yeye alifikiria nini, sijui. Lakini kifupi mumeo mm... Eh, bado nampenda bado nampenda, ya. Unahisi maneno gani ndo kama mazuri? Mathalan mumeo anaiona video hii sasa hivi. Unahisi ungetamani umwambie nini? Namwambia mimi bado nampenda kwa sababu ni mtu ambaye anakea mm, anajali. Mm. Yeah. Mm. Anaitwa nani? Kama utojaleza kumtaja? Anaitwa Azaria Azaria, Azaria, yeah. Azaria. Azaria. Azaria. Azaria. Yeah. Nimezungumza na aliyekuwa mkeo ambaye anafanya biashara ya ndizi, anasema video ambayo imepelekea muache alishutiwa basi na ridhaa yake, kwa maana kwamba Anti Zekeli ndiye aliyemposti, ndugu yetu kwa ukaona kwamba yale ambayo ameyafanya kana kwamba vile walipangana, anasema hajapangana. Kama unaona kuna umuhimu wa hili, unaweza ukatafakari ukaweza kurudia kumrudia mkeo, kwa maana kwamba maisha wakaendelea. bila yakaendelea mlikuwa na maisha ya amani ziti Ndiyo. Sawa, kuna mtu ambaye labda anakeekwa na haya ambayo unapitia mtandaoni, haya ambayo kelele unapigiwa anatamani akusaidia. Natamani tu angenipa mtaji mm. Nifu, nifungue biashara nikae sehemu inge ningesaidia sana mm. Sababu kutembea nako nak mm. mm -hmm. Biashara gani ambayo unaiweza? Mi napenda biashara ya saluni. mm. Mm. Saluni ya kunyoa ama ile ya wanawake Kusuka. Unaweza kusuka? Najifunza funza kidogo, au una ujuzi wa saluni kiasi kwamba mtu akikufungulia saluni au kuna mtu na saluni anaweza kuita kuweke pale, unaweza kuongoza saluni bila shida? Bado, bado kidogo, ila kuosha nywele mm. Naweza hivyo. Lakini ndoto yako ina saluni yeah. Ulizungumzia swala la elimu hapo, labda kuna mtu anataka kupe kazi fulani ambayo inahusiana na swala zima la elimu. Level yako ya elimu ni ipi? Sijasoma kabisa. Yeah, hata darasa darasa moja, hata moja, ila hela. Unidanganya kusoma, unaweza eh, ah, kusoma? Sikusoma, siwezi mm. Eh, hela, najua hela, mm, najua. Ila sasa, kuna elimu watu wazima wameshinda kwenda kusoma kule. Sasa hela, sasa ile inahitaji hela. Mm, mm. kwa nini nikwambia, soma hapa utaweza kusoma. Eh. Biashara yako kama mtu anataka kumilikisha, uwe na biashara yako mwenyewe, msingi shingapi unahisi una thamani upate? Mi nadhani kama milioni moja hivi inatosha kwa kuanzia. Ya mtu akikupa milioni moja, maanake mm. mm. eh. swala eh. mm. mm. la kuuza ndizi unaachana nalo? Sawa, neno la mwisho lolote ambalo labda sijakuuliza, ungetamani uwashie na uzungumze watanzania walisikie, kipi ambacho ungetamani uzungumza? Wadada wenzangu, msiwe mnanicheka jamani. mm. Mimi nauza tu ndizi maana, kuna wengine wananicheka sana. Eh. mm. Huyo hey, dada anajiuza huyo, anatikisa makusudi, anataka kutuibia umezetu. Mimi mm. siuzi si, vyote nauza tu ndizi jamani. mm. Yeah. Ulisha kupata sumbufu, labda mteja unamuuzia ndizi alafu mimi sitaki ndizi na kuhitaji wewe kilo hizo ushakupata? Mara nyingi sana Kweli, mara nyingi sana sasa, wanapatikana maeneo gani hao? Magomeni. Mhm. Kariakoo -mm. yako <laughs> maeneo ya Temeke huko mm. ya yeah. mara nyingi sana kuna mmoja ambaye akisha kupata hiyo bahati, hiyo bahati mm. sio wote. Baadhi baahi wao wao unawakubalia. Ah, kuna mwingine kweli, unakuta mwingine ni mwaminifu mm. huwezi kukataa wote, lazima utaluka luka mmoja anga. <laughs> hata faulu kayupo mmoja ile faulu eh? <laughs> <laughs> <laughs> Ndugu yangu mde anachekelea. mdemi bana anachekelea <laughs> <laughs> mwingine ana swaga kwao ndo u... <laughs> hivyo inatokea tu hata mm. wewe mwenyewe unakuta una unahisia una, una unatamani nini. Huwezi mm. kujizuia. Nice. Mimi ni mwanamke alafu pia bado ni kijana, sasa unamume. Sasa hivi swala la umri. Una miaka mingapi ulisema? na miaka 23 23. Yeah basi, mimi sawa, mimi na actually ni miongoni mwa watu ambao nilionaga video zako, watu nakupigia kelele, nikasema huyu mdada nitampata wapi? Nashukuru nimekutana na wewe na Mungu akujalie, kama ulivyosema mwenye biashara yeah, biashara ya ndizi uitaki. Mungu akujalie uweze kubadilisha biashara, mambo mengine yaendelee. Sawa, sawa sawa. Umeniambia kuna usumbufu ambao umekuwa ukiupata, natamani nifahamu kitu kimoja, kuna watu maarufu ambao jamii kwa hakika inawafahamu, walishawahi kukusumbua? Mm -hmm. Eh, pasi na biashara uh, yako mm -hmm. ya ndizi ukaja na mambo mengine bana, mimi nakutaka na mambo kama hayo. Konde Boy naye alishai kugusia hilo jambo, japokuwa ndo hivyo, si unajua tena, ila yeye nahisi alikuwa anataka tukutane kikazi zaidi, sio kimapenzi. mm -hmm. yeah. mm -hmm. na ya aliongea sana hilo swala kwamba huyo dada mimi namhitaji Mm. -hmm. ili tufanye naye kazi mm -hmm. Yeah. Unahisi kazi gani ambayo wewe ungeweza kufanya na Monaize? Ah, kwa sababu Monaize ni mwimbaji, angeweza mm, hata kunipa kazi ya kuwa video queen. Hey, ya you... yeah, kwa sababu mtu mwingine anaweza akasema huyu, uh, dada anavyotembea hivi, kazi labda kuwa video queen anaweza akanifaa nini hivi mm. Alishai kuligusia na akachukua na picha yangu akachukua picha ya Porsche Queen, mm, akawa anatulinganisha jinsi na mimi ninavyotembea na Poshkwini anavyotembea, lakini uko naamini kwamba Monaiza alikuwa anataka kwa dhamira ya kazi, sio mambo mengine mm. mo, mm. <laughs> ila sijajua moyoni mwake. Monaiza anasifika kupenda vitu kama hivyo naamini kama ka kwenye mazingira yake kule, ningekuacha yule angeniacha. <laughs> <laughs> <Kombo, kla. laughs> ningemkazia tu mm. yeah. ninge Ningemkazia kwamba hana pesa kukutosheleza, hana sifa za kuwa mwanaume ambaye unamhitaji. Maanake nini? Ah, ah, Mwanaizi ana kila mwanamke anamtamani ana. Sasa mimi nisingekubali sababu, so, sisi watu wa Ilinga tuna wivu sana, yani mm. singekubali kabisa mm. ya yeah. Sasa mathalani Mwanaizi akisema mimi sasa nawacha wanawake wote na kutaka wewe ongelezea, mm. huo <laughs> ni uongo mm. labda tu tungefanya kazi tu, basi mm. ya yeah. mm. Kuna mwingine yote ambayo amemsahau labda mtu maarufu na mwenye kashai kuonyesha dhamira kutaka kukutaka labda mba, pasi na kazi hmm, hmm. Na hmm. bwana, ni mazungumzo mafupi na matamu na dada yangu hapa maarufu mdada ambaye anauza biashara ya ndizi, moja kati ya wadada ambao wameamua kufanya biashara ya ndizi kwenye namna moja ama mbili ya kuweza kujitafutia riziki. Kuna mengi ambayo tumeyazungumza, lakini kubwa zaidi kusana na kelele ambazo wali, anakuwa anapigiwa kila kukicha, mara baada anapokuwa mitaani akiwa anauza ndizi zake, amesema hasa hasa maeneo ya Kariakoo. Watu ndugu zangu wa Kariakoo, bwana, nyinyi wa Kariakoo ndio mnaosifika kwa kumpigia kelele. Dada amesema kwamba yeye biashara yake ni moja tu ya kuuza ndizi, hayo mengine adili nayo. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao unathamini, una biashara ya mtu, miongoni mwa watu unathamini mtu riziki yake kwenye jasho lake ambalo alifanya, unaweza ukasikiliza vile ambavyo dada yangu amezungumza hapa, zile kelele mnamzao mpigia yeye anaumizwa nazo, afanye makusudi? Hakuna chochote alichoweka kwenye maumbile yake, ni maumbile ambayo Mungu amempa kwa ajili ya kula ugali, kama ambavyo eh, amesema. Kama ni mtu ambaye umeguswa na yeye ambaye amezungumza kwa namna moja ama nyingine, unatamani umsaidie walau atoke kwenye ili dhahama la kupigiwa kelele mtaani. Nimeshinda kuweka namba zake za simu kwa sababu wasumbufu ni wengi. Kuna watu wakishaona namba za simu, bwana, ndio umo umo wanatembelea. Mimi Nyundo TV, tufuatilie kwenye mitandao yetu ya Instagram Nyundo TV ama YouTube Nyundo TV ama TikTok Nyundo TV ama Facebook Nyundo TV. Njo ukiwa na dhamira moja tu niambie, mimi natamani nimsaidie huyu dada aondokane na biashara kuuza ndizi, kuna namna moja ama nyingine afanye biashara fani, maisha mengine yaendelee. Njo kwa lengo la kumsaidia, ukija kwa lengo hilo, bila shaka mimi namba nitakupa, ama nitakukutanisha naye, akusiwezi kukupa namba zake. Bwana, nikwambie tu kwa machache ambayo tumezungumza, nafasi ni ya kwako, unaweza kutuambia chochote kwenye comment hapo kama kuna kitu ambacho tumekizungumza, mdada wangu hapa amekizungumza, umekipenda tuambie, kwa hiki ambacho umezungumza mimi nimekipenda. Kama kuna kitu pia kimekukwaza, pia tuambie, kwa hiki ambacho umezungumza mimi kimenikwaza. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama exclusive hii unako YouTube channel yetu Nyundo TV, usisahau kusubscribe, lakini onye kwa wale ambao ndugu zangu wanasubiri content sisi tumeifanya, alafu wao, naomba tumini, tumini, tumini vichwa vyenu na nyinyi kutafuta hivi vitu content zipo nyingi, tafuteni watu wa design hii, mweze kuzungumza nao moja na mbili, muweze kuwasaidia. Yes. Thanks for watching.